Ngoja nikufundishe kitu muhimu ambacho watu wengi huwa wanashindwa kuelewa katika masuala ya uwekezaji. Ni masuala ya kujua kwamba masuala ya gawio, kujua wana faida uh, uh, wanazozipata vitu, kampuni inapataje pesa? Hivi yote unaweza kuvijua, sio lazima wewe mtendaji, lakini katika uchunguzi unaweza ka kuvijua. Sasa unajua aje? Kwa mfano, so kitu muhimu kwanza hapa ni kujua bei ni ya hisa shilingi ngapi, ni dola ngapi? Unaelewa, tunatolea mfano kampuni ya Johnson and Johnson kwa sasa bei yake uh, ni ya hisa dola 186.65, right. Ndio kitu cha kwanza tunachukua. Kitu cha pili ambacho tunakuja kuchukua, tunachukua price ile ya ratio ambayo ni hapa unavyoiona ni dola kumi na nane point zero five hii hapa ambayo imeandikwa p mkuaju e ratio. Tunachukua saga hii ambayo imeandikwa hapa debit net ambayo kampuni hii inatoa ni asilimia uh, mbili point sabini na tano kwa kila hisa. Sa tunafanyaje hesabu? Sasa hapa huwezi ukaelewa hapa, lakini katika mahesabu ndo inaeleweka. Ngoja sa tuende tufanye hesabu, tuende sa tuangalie kitu cha kwanza, tuangalie kwamba kwa kila hisa moja kampuni inapata faida ya dola ngapi. So kama tunavyojua kwamba Isa ya Johnson, Johnson, Johnson, tuliipata ni dola 86.67 right? na ile uh, price, year, ratio, ilikuwa ni dola kumi na nane na pointi zero nne right? So tunachokifanya tunachukua ile tuna, tuna, tunaigawanya kwenye ile ratio hapa tuna 0.24 so kama juu inakuja kwamba kampuni yetu ambayo tumechukulia mfano ni dola kumi na senti thelathini na nne kwa kila hisa ndo faidi inayopata kila mwaka right? kinachofuata wanatuambia kwamba um, kwa kila hisa utapata gawio asilimia mbili pointi sabini na mbili mahesabu yanafanyikaje iko hivi tutachukua bei ya hisa ambayo ni dola themanini na sita dola themanini na sita pointi sitini na saba halafu tunachokifanya tunazidisha zile asilimia ambazo ni mbili pwenti oh, sabini na mbili hii hapa ni asilimia. Inatakiwa tupate bei kamili ambayo ni shingapi, alafu baadaye hapo tunachotekea kukifanya gawanya hii asilimia mbili pwenti sabini na tano na mbili tuna, tunaigawanya kwa asilimia mia moja unaona, baadaye tunapata bei. Kwa hiyo wewe mwekezaji utapewa dola tano kila mwaka sasa unataka kujua kwamba hata ni asilimia ngapi ambayo kampuni inatoa na asilimia ngapi kampuni inabaki nazo. Hebu tu hesabu iko hivi, dola tano 05 ndo ile faida ambayo wewe wanakupa, unaona, ya kila mwaka ambayo ni asilimia mbili e sabini na mbili unaona. Alafu tuna, tuna gawanya kwa faida ambayo wenyewe wamepata, unaona, wenyewe uko faida wamepata kama dola mbili, dola kumi na kwenye tuseme thelathini na tatu unaona, so alafu tunazidisha unaelewa, tunakuja kuzidisha hapa kwenye asilimia mia moja unaona, baadaye tunafanya hivi. Kwa hiyo unaona kwamba kampuni inatoa asilimia arobaini na tisa kama gawio kwa wawekezaji, wenyewe wanabaki na asilimia hamsini am, na moja. Kwa hiyo kampuni inabaki na asilimia hamsini na moja kuendeleza biashara, wanawapa wawekezaji asilimia 49 kama kama gawio. Kwa hiyo hii kampuni ni nzuri kwa mtu ambaye anapenda faida kwa sababu ni kama nusunusu no. Unaona unaweza kaa anapenda faida na ukuaji